miwaoni Nyumba inauzwa. Eh? Nyumba inauzwa. Nyumba inauzwa 06. Ina ah, sifurisika, ah, jamaa ana maswala. Hii nyumba inauzwa kweli? Hii no no no, nyumba inaweza ikauzwa kweli, lakini mimi nilishakwambia, tunadaiwa mkopo wa watu. Unataka kunielewa? Nilikwambia wewe na madili yangu, na madili yangu, na madili angalia, leo tangazo, nyumba inauzwa, tunafanyaje? Sio bora siwasiwasi, mtu akikokea tangazo na kufanya na kuchekecha, mtu akikokea tangazo hivi na maana na udongo. Sawa wewe, sio na mabango ya nini? Alafu stoshe, mimi naingia mtaani hapa kutafuta hela mimi nikiingia kwa mikuri, nalipa deni nao. Mimi ndo king min Musa Brigade ya Master. Jambo dogo ili nishinde mimi. Mimi sina hata mia kupunguza

na nyumba haiuzwi. We kuwa naamani hivyo hivyo, hii yu nyumba haiuzwi. nyumba inauzwa hmm. Nabishana mi, nyumba haiuzwi wenyewe, nakwambia nyumba inauzwa hmm. Wecha msingi, fanya tu mazingira usafi hapa nyumbani, nilungula nyumba hivi ni kirudi nakuja, ndinia mtakuwa shari kuwa na amani. Fanya mazingira yako, mambo yako yale ya kula. Weka mazingira sawa, pika chai kula na miogo miogo ma miogo goe mwenyewe kila siku kila siku, huko nini miogo kila siku.

hizi mtaji tunapata nalimiela ya kutosha, lakini pia umeona hii hii Isuzu. Hii Isuzu ndio hii Isuzu jau, taa za Isuzu hazina bei hapa. Kinachotakiwa tuipate hii Ferrari hii, hii ndio kidogo taa zake zina, zina mchongo kwe. Lakini tukiacha na hii, tunataka tupate hizi limu, umeona hizi limu hizi hizi nazo mchongo hizi, kwa sababu hii ni chuma ujii, hizi limu nazo mali Vipi hapo? Vipi dogo? Bado. Mbona kinyonge we, acha bdo. Yaani huko nilikotokea huko, mtaani sio poa wa weshemeji uye mwanangu, nimekuta nyumba ile imebandikiwa bango hapo, yaani kwamba inauzwa. Nawele mtoto anaongea pumba ka mtoto chokoe. We nilikupangilia nini? Wewe si unja kupanga leo, vesheni zako sizitaki. Kizako bogus. Sitataka kwa kielewi, si ndio? Kuwa kihifadhi madini. Wewe mimi sikupangia, nikwambia habari za Odem sitaki kuzisikia. Hamna. Sema nini, bo? Kuwa na roho ya utu. Kumbuka yule Odem ulimchukua kondoka naye. Na hama tatizo yote kwa ajili yako. Kama unaweza kawasaidie bwana gaichukue ile nyumba. Sio kweli, bwana. Poa. Sikiza mtoto. Hamna. Sikiliza tu nisikize kwa makini sana. Hivi unajua maumivu ya moyo? Unajua vidonda vilivyopo ndani ya moyo wangu? Oa, yule demu kaniumiza. Kama aliniumiza na yeye wacha aumie. Habari ya nyumba yao ni yeye na familia yake. Alimwona kaka yake mali, basi muache kaka yake afaiti, ya apambane watakomboao nyumba yao. Na mimi nafaitia maisha yangu wauni wangu na wanangu. Sio kweli bro. Kawasaidie bwana, kama unaweza kuwa na roho ya utu. Kumbuka na yeye binadamu, ujui leo kesho utangukia wapi. Wale ndio watakusaidia baadaye. Acha hizo mwanangu, hata kama si ni wasela kweli, lakini kuna vitu vingine unaangalia, unjui kesho kutwa utangukia wapi. Unaanguka pale, umeanguka kwa mikono ya big popo, anakusaidia kutokana na mazingira ushamsevu huko nyuma. Acha hizo, kama inawezekana bwana, kamsaidie bwana, sio kweli okay na kuelewa, ila kila kitu kina mipangilio. Kuna business tunafanya, tukimaliza nikishika mkwanja nitaenda kumtoa. Hiyo kesi iko wapi, iko polisi au iko wapi? Sijajua mimi, nimepita pale nimekuta bango tu, ila yes, sijajua hiyo kesi kama iko polisi. Haridi, nitapeleleza. Baridi mimi naingia hivi mtaani. Ila do kwa makini bwana, fanya hivyo bwana. Abu wenyewe hey. Bado poa mimi naingia hivi mtaani. Okay, sasa umeona hii lori? hii tunachokihitaji hapa hii ni propeller. Hii propeller nayo mali. Sababu ya msingi nipige picha

Ofisi za watu mzee. Eh? Asi naongea na nze naitwa Mume naitwa Mume na Sera. Mimi sihitaji nani. Mume awe nani? Hiyo ofisi ya watu mzee. Unaingia, unakuta sigara, unaweka miguu juu ya meza hii sio baa huko ba, basi alikuja hapa kuchukua mkopo. Yule bwana alichukua mkopo milioni tano, ni baki na laki tano kwa kuchelewesha mpaka sasa limekuwa milioni sita na nusu, yaani milioni sita na laki tano.

Sitaki kuliona lile bango pale. Wacha. Sitaki kuliona lile bango pale. Mbona za harakati za kutetea uloma vipi? Safi. Nye ndo mnafungaga na nini siku. Mtu wangana ila abati kubwa na kakao na kutetea. Mbona mm, vipi? Poa. Ila hapa wapa kuna jambo mimi inanichanganya. Kitu gani tena na umeanza mambo yako? Nimefika hapa ile bangu hapo sijalikuta lile linalotangaza hii nyumba kuuzwa. Bangu gani Bango katua nani tena hapa? Bango katua nani? Eh. Yeah. Yaani mimi nakuuliza ili nipate majibu mimi nayo na niuliza mimi. Bango anatuaje mtu? Au ndo nyumba ameshauzwa, hatujui tumekaa kwa nyumba za watu. Mm. Kwani jamaa benki alikuja? Mwenye tasielewi, nilitoka kidogo naenda kwa Jeni. Narudi hapo hamna kitu. Wewe na kuzurua, yaani wewe ni kuzurua. Ah. Mm. Aya ah, sasa tujui nyumba imeuzwa, tujui nyumba imefanyaje, yme imekuwa bondi, hatujui. Kamuulize basi yule dalali anani nani majumba uh, majumba haya, kamuulize hii nyumba imeuzwa au haijauzwa, ila ngoja mimi niende kafadha za mkopo nikamuulize, uenda kawa anajua au yeye pengine ndo amelitoa ile bango. Tunaenda kamuulize.

<coughs> <coughs> We vipi tena bwana umekuja umenionea mkopo umelipa. Sasa e, mkopo we, mkopo wako kalipa nani? Maana sikuelewi unaniambia dude limetolewa mkopo umelipa, umelipa ajilipwaje? Wakati mii kakakokinaatamia munde amelipa. Eh?

Yeah, fiatu. Yeah, mm, imagine mtu mm, anauzwa kisa hela mm, dunia anaenda kasi tena mpela mpela yeah. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya...